Kutuelekeza ya kwamba tokeni, kahakikisheni barabara ile inapitika. Watanzania Watanzania wamebeba miili ya wazazi wao wanaokwenda kuwazika, walipata taarifa ya kwamba rais ameelekeza kutokana na mvua kubwa, mawaziri waende pale na watendaji waende pale. Tulisimama pale kwa muda wa siku mbili tukahakikisha ya kwamba barabara inapitika kwa ajili ya msukumo wako mmoja katika watu waliokuwa na miili ya wazazi wao katika gari alikuja akanifuata akanambia, waziri, naomba umfikishie salamu rais wetu mpenzi, Daktari Samia Suluhu Hassan, mwambie ya kwamba sisi familia tunamshukuru sana, asingelikuwa yeye tungelimzika mama yetu hapa Somanga badala ya Masasi. Daktari Samia Suluhu Hassan, wewe uko ndani ya mioyo ya Watanzania na nataka nikwambie ya kwamba utathibitishiwa na watanzania itakapofika tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu wa kumi kwa kura nyingi sana, sio tu za kishindo, bali za heshima. Na kwa kuwa unaifungua kusini, kuna mradi mkubwa sana wa LNG. Geti la kusini ni hapa Mkuranga. Watu wa kusini hawana kituo hivi sasa, hawana mahala pa kuteremka pakuweza kupata huduma zao. Sisi watu wa Mkuranga tunalo eneo kubwa sana ambalo ni hili tunalofanya mkutano hapa. Tuna zaidi ya ekari mia moja. Tumekubali na kukubaliana kwa pamoja ya kwamba hapa tunayo kila sababu ya kujenga kituo kikubwa cha mabasi ya kwenda kusini, Ruvuma, Mtwara na Lindi na tutakapofaulu, utakaposhinda kwa kishindo, Daktari Samia Suluhu Hassan, tutakuletea na tunakuomba sana utuwekee baraka zako, kituo hicho kijengwe hapa, na tutakuja kukuomba kama ambavyo kituo cha kule Mbezi kinaitwa Magufuli Terminal, sisi wanamkuranga tunataka tukipe jina, kituo kile kiitwe Samia Terminal. Daktari Samia Suluhu Hassan Barabara hii ya kusini, kutokana na maendeleo makubwa yanayoendelea ya katika ukanda huu ya kiuchumi, imekuwa finyu. Tunatamani sana sisi wanamkuranga barabara hii iendelee kujengwa kutoka katika hatua iliyoko hivi sasa hivi, itanuke na iwe barabara nne. Na tunatamani sana sisi huku kwetu Mkuranga mwendokasi pia uingie, ili watu waweke kishoka namna hii, watoke Mkuranga mpaka mjini wakipigwa na upepo mwanana kabisa. Mama Samia hoye! Mama Samia hoye! Mkuranga inayo bandari, kwa sababu sisi tunalo eneo la pwani. Katika bandari hiyo, ni eneo linalofaa sana kwa utalii na wawekezaji wenye viwanda wametuomba ya kwamba tuiboreshe bandari ile inayoitwa bandari ya Kisiju. Tunakushukuru sana kwa kuwa kazi imeanza, na ndio maana tutakupigia kura, kwa sababu tunataka bandari yetu ya Kisiju tuione ikianza kufanya kazi. Tunakuomba sana kule Kisiju, Shungubweni na maeneo yote ya tarafa ya Kisiju ni eneo linalofaa sana kwa utalii. Na wewe Daktari Samia Suluhu Hassan, umeingia katika historia ya nchi yetu kwa kuhakikisha ya kwamba utalii katika wakati huu wa miaka minne ya uongozi wako umekuwa juu kuliko wakati mwingine wowote. Wa sisi wanamkuranga tunataka tuifungue vile vile fursa ya utalii wa eneo la bahari beach, tunayo beach nzuri sana. Ndiyo maana tunaomba pia ujenzi wa kiwango cha lami wa barabara yetu ya kutoka Mkuranga mjini mpaka Kisiju Pwani, ili kusudi iweze kwenda kufungua utalii iweze kwenda kufungua mambo ya maendeleo yanayoweza kutusaidia sana. Daktari Samia Suluhu Hassan, tunakushukuru sana na ndiyo maana tu